Kuwasaidia vijana wabunifu kwa mfano, yule anatengeneza bunduki, ni kweli kuna hiyo sintofahamu kwa maana ya uelewa, lakini serikali hata siku moja huwa haizuii ubunifu. Serikali jukumu lake kubwa ni kumlinda mwananchi. Sasa mimi wanatolea mfano yule mbunifu wa helikopta kule Songwe, serikali haikumzuia, lakini kumlinda mwananchi Nilisema hebu tuangalie pia usalama wa mwananchi, kwamba helikopta ikiruka juu ikanasa kwenye kwenye nguzo ya umeme, kangukia nyumba, tutaambia serikali haikuwa makini. Kwa hiyo sio kama sio kama inazuia, lakini najaribu kuchukua tahadhari kwamba tuende pamoja, pia tuende na wenzako walioko pembeni yako. Sasa huyu wa bunduki ni hivyo hivyo, kama ni kwamba serikali inaendelea kwa mazingira, mazingira, mazingira rafiki, mazingira wezeshi kusudi huyu mbunifu anapatikana, ajue aende wapi afanye kazi na nani? Kwa sababu ubunifu upo, lakini unabuni kwa ajili ya nini? Kutatua changamoto kwenye jamii. Hiyo jamii kuna mlaji ambaye aje kula ule nini, matokeo ya ubunifu wako, ndio kwa maana mnunuzi. Sasa unapotengeneza bunduki, mnunuzi nani? Lakini kabla hiyo ya kununua lazima apate vibali. Eh, kwa hiyo huyu mtangazaji wa bunduki hajazuiwa, ila ni kwamba serikali inaogopa hiyo bunduki sije ikaenda kwenye mikono isiyo salama ikaja kuathiri wewe. Sasa bahati mbaya ni kwamba katika kujaribu kusema jamani, tuende vizuri, inaonekana kwamba huyu kazuiwa, hakamatwa. Ha, hapana.